Toto aliyekuwa rais wa awamu um ya tano hayati John Pombe Magufuli, Jesika Magufuli ameweza kusema kwamba enzi za uhai wa babake mzazi alikuwa anapenda sana kusikiliza e, wimbo wa mwanamziki Timbulo. Jessica wakati akifanya mahojiano pamoja na Milada hayo e, ameweza kusema kwamba babake hakuwa na mapenzi sana na mpila wa mguu, lakini alipendelea sana kusikiliza muziki wa mwanamziki ambaye anafahamika kwa jina la Timbulo. Mpira alikuwa haangalii sana, lakini sio shabiki sana kindakindaki, e, kwamba yeye anaamka anaenda kuangalia mpira, hapana. Muziki alikuwa anausikiliza sana, na alikuwa anachanganya changanya anaposikiliza, wimbo e, wa zamani lakini pia e, nyimbo za hivi sasa. Nakumbuka mzee wangu alikuwa anapenda sana e, nyimbo za Timbulo alikuwa anasikiliza sana e, nyimbo hizo, aliyasema hayo Jesca Magufuli. Timbulo alijizolea umaarufu kwenye e, nyimbo kadhaa kadhaa kama vile domo langu tamu, unanionaje, niende zangu na nyinginezo, lakini pia utakumbuka kwamba hayati Magufuli alifariki E, dunia ilikuwa ni Machi 17, 2021 akiwa na umri wa miaka 61. Kifo chake kilitangazwa na makamu wa rais wa wakati huu ambaye alikuwa ni Samia Suluhu Hassan ambaye alichukua nafasi yake na mpaka sasa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania kwakwe kwa kwa kama mdau wa sawasawa digital uko na mtazamo gani? Make sure to drop comment yako kwenye section ya comment hapo. Bye bye.